Uh, katika siku hizi mbili tatu kumejitokeza mjadala kuhusiana na mpango wa uboreshaji wa reli ya TAZARA, uh, ambayo inazihusisha nchi za Tanzania na Zambia, uh, uboreshaji ambao utafanywa na kampuni ya CCECC ya China, na kwa bahati mbaya mjadala umekuwa ukipotosha baadhi ya taarifa na nimeona kuna haja ya kutoa ufafanuzi kuhusiana na uh, mradi huu mkubwa ambao utaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa Tanzania na Zambia pamoja na washirika wetu wa maendeleo uh, nchi ya China. Sasa kwanza ningependa ifahamike kwamba mradi huu wa Tazara, reli ya Tazara ilijengwa mwaka elfu moja mia tisa sabini mpaka sabini na tano, ilikamilika miaka miwili kabla ya mpango ambapo ilikuwa ikamilike mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba na ilijengwa kwa gharama uh, uh, ya yuan milioni mia tisa themanini na nane zikiwa ni mkopo usiokuwa na riba kutoka nchi ya China, baada ya jitihada kubwa za viongozi wa nchi mbili hizi, uh, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Kenneth Kaunda wa Zambia, uh, waliokutana na mwenyekiti uh, Mao Zedong wa kule uh, China. Sasa baada ya kukubaliana uh, kwamba China ingetoa fedha za kutekeleza mradi huu, uh, China ilitoa fedha hizo na ujenzi ulifanyika na mradi ukakamilika mwaka 1975. Mwaka 1976, China ilikabidhi reli ya Tazara kwa Tanzania na Zambia kwa ajili ya uendeshaji, na ndipo nchi zetu hizi mbili zikaunda kampuni inaitwa Tazara ambayo ndio inaendesha reli yetu ya Tazara. Sasa ni mradi ulikuwa namna hiyo, na uendeshaji wa kampuni hii umekuwa ukifanyika kwa ushirikiano kati ya nchi zetu hizi mbili, yani, Tanzania na Zambia. Sasa kwa kifupi sana eh, tangu mradi huu ulipokabidhiwa kwa nchi zetu hizi mbili uendeshaji wake umepita katika changamoto nyingi ambazo zimesababisha kwanza kushuka kwa tija eh, ya mradi huu, lakini pia ukafika mahali mradi ukawa ni mzigo kwa serikali eh, zetu Tanzania na Zambia. Sasa kumekuwa na jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa kwa miaka mingi za kuhakikisha reli ya Tazara inaboreshwa. Ni jitihada ambazo kwa kifupi hazikuzaa matunda yanayotarajiwa. Kumekuwa pia na jitihada za kurudi kuzungumza na serikali ya China ili iweze kurejea na kufanya uboreshaji wa mradi huu. Kwa sababu kwa Wachina utekelezaji wa mradi huu ni alama mojawapo muhimu ya ushirikiano wa kidugu na kirafiki kati ya Tanzania na China na pia kati ya Zambia na China. Kwa hiyo, Wachina wanauangalia huu mradi kama kielelezo cha urafiki na udugu wetu. Kwa hiyo kumekuwa na jitihada pia za kuzungumza na serikali ya China kuona namna gani itarejea kuboresha mradi huu. Sasa kwa muda wote majadiliano hayakufanikiwa, lakini jitihada kubwa zaidi zikafanywa kuanzia mwaka elfu mbili na sita kujaribu kuzungumza na namna gani